Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, karumna na kanyanya zikatonda murundi obude bona. Wazo letu la leo unakwendaje? Unakwendaje? Muulize jirani yako aliye karibu nawe, unakwendaje? Leo ni sherehe ya kupaa bwana wetu Yesu Kristu mbinguni, aliye kichwa cha kanisa. Kama yeye kichwa aliingia mbinguni, viungo vyake, tunafikiri na sisi tutaingia mbinguni. Ukitaka kupita kwenye dirisha ambalo linabana, kichwa kikishapita <laughs> mwili mzima unafanya nini? Unapita. Sasa kama Kristo kichwa amepita na sisi tutafanya nini? Tutapita. Makofi kwa Yesu. Swali letu, unakwendaje? Watu wakiwa wanaelekea kwenye ukumbi wanaulizana, unakwendaje? Ah, mimi nitaenda kwa bodaboda. Mimi nitaenda kwa teksi. Unakwendaje? Eh, mtu akiwa anatoka mjini anarudi kijijini, unakwendaje? Na sisi swali letu, unakwendaje? Mbinguni unakwendaje? Pointi ya kwanza, kwa kuwekeza. Nasema naomba tuseme kuwekeza, kuwekeza. Tuseme tena, kuwekeza, kuwekeza. Kuna tajiri mmoja, bwana mmoja aliaga dunia, ni hadithi. Alipoenda mbinguni, alipita kwenye majumba mazuri, mengine ni kasri, mengine kama majumba ya kifalme Malaika akamwonesha kanyumba kadogo sana kadogo sana huko <coughs> Bukoba tunaita kitindi kakulinda mwisho. <coughs> Sasa wakasema, nyumba yako ni hii. hayo majumba yote niliyapita? Wakasema, hapana, hapana. Wakasema, hilo kasri, kwa nini sikae humo? Wakasema hapana, hilo ni la mtunza bustani wako, mfanyakazi wako mfanyakazi wangu na nakaa sehemu nzuri, na namnaiya kusema, hapana, huku tunakujengea kwa kadri ya vifaa unavyotuma. Wewe ulituma nyasi tu, ukituma vifaa vikubwa utakaa kwenye hii nyumba. <gibu> Maana Biblia inasema viuzeni mlivyo navyo mkatoe, yani, jiwekee hazina yenu mbinguni ambapo hakuna wadudu wanaingia, jiwekeeni hazina yenu mbinguni. Sasa inategemea umewekeza namna gani? Je, unawekeza mbinguni? Mimi nafikiri mliokuja kusali hapa ni namna ya kuwekeza, naomba mjipigie makofi yetu. Unajua watu wanawekeza kwenye kilimo, watu wanawekeza kwenye mashamba, kwenye kuku, lakini licha ya kuwekeza hayo lazima uwekeze na mbinguni. Unaendaje? Kwa kuwekeza. Pointi ya pili, unaendaje? Kwa kushuka. Ili Yesu Kristu apae alishuka. Ukisoma waraka wa mtume Paulo kwa Filipi sura ya pili mstari wa sita hadi wa kumi na moja akuona kama kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kuangania, akajifanya mtumwa na mtumishi akatii hadi kufa msalabani, na Mungu akamkweza akapaa, akamwinua, akampa jina lipitalo jina, anaitwa Bwana. Sasa alishuka, kwa hiyo ni kunyenyekea. Ili twende mbinguni, lazima tunyenyekee, ili sa, salamu yetu ya Shikamo, sijui kama mnajua historia yake. Shikamo ilikuwa ni watumwa wanawasalimu mabwana wezao, Shikamo, yaani niko chini ya miguu yao, niko chini ya ya miguu yao <laughs> niko chini ya. Tunapolitumia tulijue vizuri, shikamo, niko chini ya miguu yao. <laughs> Lakini tulivyosikia katika somo la pili la Mtume Paulo kwa Waefeso, kila kitu kimeweka chini ya miguu ya Yesu na viumbe vyote viko chini ya miguu ya Yesu. Kwa hiyo Yesu ndiye anastahili shikamo, yaani tuko chini ya miguu yake shikamo, tuko chini ya miguu yake, yeye ndiye anastahili. Lakini ukinyenyekea unakula vya Mungu, ukinyenyekea unakula vya watu takatifu. Teresa wa Calcutta alikuwa anajibidisha mno, wakamuuliza, uoni kwamba unatumia nguvu nyingi katika mambo ya Mungu? Akasema mimi ni penseli katika mikono ya Mungu. Mimi ni penseli, mwambie jirani yako, wewe ni penseli katika mikono ya Mungu. Kwa hiyo usijitumue, usijidai, wewe ni penseli katika mikono ya Mungu. Mwambie jirani yako, wewe ni penseli. Naomba msukume kidogo kidogo na mwambie wewe ni penseli. Pointi ya tatu, kutubu. Tumesikia katika Injili toka Luka sura 24 inaongelea toba na ondoleo la dhambi. Ili twende mbinguni, lazima tuungame, lazima tutubu. Anayesema kwamba hana dhambi anajidanganya na kweli aimo moyoni mwake. Katika Biblia tuna mtu aliyetubu dakika za lala salama kwenye msalaba yule mwizi upande wa kulia alitubu dakika za lala salama. Ni mfano kwamba tusikate tamaa katika maisha kama huyu, lakini tuna mfano mmoja wa aliyetubu dakika za lala salama kutuonyesha kwamba tusijiamini kupita kiasi. Unasema mimi nitatubu nikiwa kwenye kitanda cha mauti, dakika za lala salama, ndo waniitie padri. Aujui utakufaje? Eh, utakufa lini? Si shauri yako. Utafia wapi? Si shauri yako. Utakufa namna gani? Si shauri yako. Shauri yako ni kujiandaa, na unajiandaaje? Unatubu. Nilipokuwa parukia mojawapo, nilikuwa gulioni na napita, lakini nikateremka. Nilikuwa nimevalia kanzu, Kristo mmoja akasema Father Kamugisha, ninaomba uniungamishe. Nikasema, sasa nikuungamishe wapi sasa

wangapi <laughs> Lakini akasema nakiri Ukristo wangu, nakiri Ukatoliki wangu. Ndio maana Yesu akasema nenda muwe mashahidi wangu nishuhudie, nenda mkawe mashahidi wangu nishuhudie. Pointi ya nne: uvumilivu. Uvumilivu tunasoma Mathayo sura ya 24 mstari wa kumi na tatu atakayevumilia ndiye atakayeokoka. Mathayo ishirini na nne mstari wa kumi na tatu. Atakayevumilia ndiye atakayeokoka. Mvumilivu hula akivumilia sana, nakula zinaanza zikaiva, wewe bado umevumilia, unakula mbovu. Sasa tunapoongelea uvumilivu kuna jambo zuri tunalipata katika kupaa kwa bwana wetu Yesu Kristo. Alipopaa alienda mlima wa Mizeituni, pale Getsemani, mlima wa Mizeituni. Pale alipoteseka ndipo hapo hapo alienda kupaa, na tunaambiwa mitume walirudi kwa furaha pale alipokuwa na huzuni, mlima wa Mizeituni. Waga tunaimba inywe miti yemizeti mukabonao mukama agwile na o naitanaokwamba, naomba tuwache. Nyinyi miti ya mizeti, mlimwona bwana anaanguka kifudifudi, anatoka jasho la damu. Ni hapo hapo alipotoka jasho la damu ni hapo hapa alipohuzunika akaenda pale kupaa. Ina maana gani? Mungu anageuza milima yetu, milima ya huzuni inakuwa milima ya furaha. Leo nakwambia katika maisha, kama una mlima wa huzuni, utakuwa mlima wa furaha. Kinachohitajiwa ni uvumilivu. Sasa kuna hadithi moja e, nyumba fulani ya watawa walikuwa na kengere. Akaja baba mmoja akabonyeza kengere, hakuna anayeitikia akabonyeza tena kengele, hakuna anayeitikia, akabonyeza sasa, akachukua chuma fulani, akaanza kupiga mlango ili watoke wamsaidie. Akaja mtawa mmoja, akamuuliza unataka kuingia? Akasema nimegonga kengele mara hizi zote thelathini, unaniuliza unataka kuingia? Akasema hapana, hapa kuna watoto wanachezea kengele, wanagonga, wanabonyeza kengele barai, wanakimbia, ndio maana tumeamua wala mtu abonyeze mara nyingi ndio tuje tumfungulie, maana wengine wanacheza. Muize jirani yako, je, wewe unacheza? <laughs> Yani, haya mambo ya Mungu tunaendaje? Aupashi kucheza, inahitaji uvumilivu. Wa kusali wakati mvua inanyesha, wa kusali wakati kuna jua kali, wa kutoa zaka, wa kutoa sadaka. Unahitaji uvumilivu. Unaendaje? Kwa uvumilivu. Point yetu ya mwisho ni ngapi hiyo? Hmm. Hmm. Eh. Eh. Point yetu ya mwisho, unaenda kwa huruma. Huruma. Huruma. Huruma. Huruma ni uchungu wa mwingine moyoni mwako. Unajiuliza, ingekuwa ni mimi. Unavaa viatu vyake, ingekuwa ni mimi. Hiyo ndio huruma, ingekuwa ni mimi, ndio huruma. Kijana mmoja alikuwa ameoa, mke wake ameugua, karibu amekata tamaa, analala usiku kucha, yaani macho hivi. Lakini akakumbuka kisa kimoja, alimuona baba yake nyumbani, anamuunguza mama walikuwa nyumbani, anaenda hospitalini kuchukua madawa, wanarudi nyumbani. Saa nane za usiku anaenda haja kidogo, akaona baba yake amekaa kando ya kitanda cha mama yake, akamuuliza baba, mama amezidiwa, mbona umekaa? Akasema, hapana, mama yake huyu wamemwekea dripu, ninakaa hapa, anaweza akaamka ghafla akachomoa hivi vitu, ndio maana nimekaa. Hiyo ikampatia kumbukumbu nzuri, amekaa saa nane za usiku kandoni mwa kitanda mwa mke wake. Hiyo ndio huruma, hiyo ndio ushahidi. Yani, kwenda mbinguni upashi kufanya mambo makubwa sana? ayu ayo, hayo madogo ya kumhudumia mme wako, ya kumhudumia mke wako, ya kuwa na huruma, ya kukaa karibu na kitanda chake, anaumwa, yuko intensive care unit, upo. Hayo ndiyo huruma, kuwepo hayo madogo madogo madogo. Hayo ndio yanakupeleka mbinguni. Unakwendaje? Kwa huruma. Niliwauliza <laughs> watoto wa, wa masomo ya kumu ya kwanza, nani atavikwa taji kubwa mbinguni? Akasema padri ni najibu eh, nani atavikwa kichwa ni taji eh, kubwa mbinguni? Najibu mwenye kichwa kikubwa. Nasema hapana, sio mwenye kichwa kikubwa bali mwenye moyo mkubwa wale wanasema kifunda mtima yani, ambacho hakina nafasi ni moyo. Mtu anaweza akasema hapa tumejaa nyumbani, lakini kinachojaa kwanza ni moyo. Moyo ukiwa na nafasi, nafasi itapatikana. Ukimkaribisha mgeni ukisema sina nafasi, ina maana moyoni una nafasi. Lakini ukiwa na nafasi moyoni na kule kwengine, mtakuwepo. Yesu Kristu alipaa mbinguni. Tuombe Mungu atujalie kwenda mbinguni. Tuombe. Nikiambia tuombe, unasema sasa, fadha, mimi nikiomba kwenda mbinguni sasa simtakufa? Kwa vile ujui utakufa lini na utakufa namna gani, we omba kwenda mbinguni. Hilo jambo muhimu. Kuna kijana mama yake alimuuliza, wewe kijana, usali misa, utoi sadaka Utoi zaka usaidii watu utembelei wagonjwa unafikiri utaendaje mbinguni? Akasema, mama, ni rahisi eh. mimi nikifika pale mlangoni, wanasema Petro analinda mlango wa mbingu, nitafungua mlango, nitafunga, nitafungua, nitafunga, nitafungua, nitafunga mpaka Petra akasirika, niambie kama unaingia uingie, kama unatoka utoke, hapo nitaingia kwa haraka. Lakini wengine namna hiyo, wengine namna hiyo. Mbinguni haiburukiki. Ndivyo tunavyosoma katika ya kiaya ni nafasi ambapo watu watamwona Mungu watafurahi naye milele yote. Yaani kuna vitu ambavyo macho hajawahi kuona masikio hajawahi kusikia ulimi hajawahi kuonja, ndio mbingu. Ni namna ya hali ya furaha ya kumwona Mungu uso kwa uso, na kuna jambo baya kutomwona Mungu, na mtu akiwa tohalani anateseka, kwa sababu amuoni Mwenyezi Mungu. Tuombe kila mara Mwenyezi Mungu atusaidie kwenda mbinguni. Lakini unaendaje? Muulize jirani yako unaendaje? Naomba msukume kidogo muulize unaendaje? Tumsifu Yesu Kristo.